Madam unaitwa nani? Naitwa Dr. Richard Batagi. Okay, Dr. Richard. Uh, tuambie siku ya leo unajisikiaje kwanza kwa Gavo Media? Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii ya kushiriki Gavo Media. Nimefurahi sana na nitakuwa mshiriki bora na mshiriki mzuri kabisa katika hii Gavo Media. Okay. Mimi ni msanii mwigizaji na nina kama miaka miwili mitatu, japokuwa sio msanii mkubwa, lakini nategemea kutokana na Gavoo Media nitakuwa msanii mkubwa sana. Sawa sawa, umesema we ni mwigizaji, unaweza ukatuigizia kitu gani kipande kidogo ili watu tuone kama kweli unaweza? Aha, tupe kidogo, kidogo <laughs> <We. laughs> nafikiri unijui na wala hautawahi kunijua kwa sababu hii sio level yako bibi. Okay. mm. Hivyo nataka kukuambia kaa mbali na mimi Huwezi kuana mimi hata siku moja eh. Mwana kazi hiyo, mwana kazi hiyo. Bana mjogu, waza. Mwana, eh, vitu kama hivi ndio vinatakiwa bana. Kwa hiyo hapo ndio umeigiza kama nani sasa hivi? Hapo nimeigiza bosi mmoja tajiri mmoja mkubwa sana alafu mtu kama wewe unataka kujifananisha na mimi wakati wewe sio levo yangu au sio? Hivyo natakiwa ukai pembeni kabisa. Umetisha sana. Una kitu gani cha kuambia watazamaji na washiriki wengine walokuja kushiriki siku ya leo? Napenda kuwaambia karibuni sana Gavoo Media ni kampuni kubwa ambayo inataka kuinua vipaji vya wasanii na wasanii wakongwe pia. Hivyo napenda kuambia karibuni sana katika kushiriki Gavo Media ili muweze kujionea vitu vilivyomo ndani yake. Asante sana Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.